Atokea wakapuuza wakaendelea kuwa kuwawezesha watu ambao wanahamasisha vurugu hapa wa Tanzania, tutafuta taratibu zote, tutafuta taratibu za kisheria, tutafuta taratibu za kibalozi za kidiplomasia, tutafuta taratibu za kihaki ili kuhakikisha watu wote ambao wamedanganywa. Tunavyozungumza saa hizi, kuna watu wanaamini Tanzania kumechafuka kwa sababu ya hawa watu, kuna watu wanaamini Tanzania kuna vurugu kubwa kwa sababu ya hawa watu tutafuata hatua kwa hatua atu. Hatua ya kwanza tumepiga hodi U, kwa, kwa mlango wa kuingilia kwao. Watu kama wa Kenya wametujibu pale pale, jana wametupigia simu, wametuomba barua yenu basi pia mu address tukaii iwafikie, tunaamini wameshaipokea. Sasa wasipotujibu na tumewapa sisi, wasipotujibu au tusipoona chochote kimefanyika, dunia hii ina namna nyingi za kusukuma ajenda dunia hii ina namna nyingi za kufikisha ujumbe. Kama ambavyo watu wema waliwaambia Meta kwamba huyu mtu anafanya vurugu, anahamasisha mauaji, Meta wakafunga akaunti zake. Ndivyo hivyo hivyo sisi watu wema wengine tutatoka mbele na kufika kwenye taasisi za kimataifa zote ambazo wanazikimbilia. Huu sio ugomvi wa serikali na wanaharakati, huu ni ugomvi wa wanaharakati wachochezi dhidi ya uhai wa Tanzania wa Watanzania. Kwa sisi Watanzania, tukikaa kimya tukasubiri msemaji wa serikali aseme, tukikaa kimya tukasubiri serikali itoe tamko, siku tutajikuta tumepotea tise, kwa sababu hata juzi tarehe 29 ilitokea changamoto. Mnakumbuka kwani msemaji wa serikali alipata internet? Hakupata wote wote, tulikuta hatuna nini internet. Wote tulikuta tunaambia tulale saa ngapi, tuingie ndani saa ngapi, saa 12. maana nini? Maana wao wanafanya vurugu wakiamini wanakomesha baadhi ya watu ila, wanaoathirika ni zaidi ya wanaowalenga. Kwa hiyo tumeamua kabisa, tutasimama kwa sababu ya taifa letu, tutasimama kwa sababu ya nchi yetu. Wao watu ambao wanaamini wanawachukia, madhara yanayotukuta ya ni zaidi ya wanaowachukia. Leo taifa letu hatuna taifa lingine, na tutatoa ripoti sisi namna ambavyo E, wafanyabiashara, namna ambavyo wa, wa, wa taasisi za, za elimu, namna ambavyo sisi wanahabari tuliathirika kwa pamoja, kutokana na vurugu zilizochochewa na wao za tarehe 29. Kwa hiyo ujumbe tunataka kusema ni kwamba hakuna tunda linaloota bila mbegu. Mbegu ya vurugu za tarehe 29 na vurugu walizotaka zifanyike tarehe 9 inatokana na hawa wanaharakati ambao wametumwa kutuvurugia taifa letu. Sisi mesira hatuwezi kuwa sehemu yao. Hatuogopi watutukane, hatuogopi watubeze, hatuogopi watukejeli. Tutasimama imara kuhakikisha taifa letu linaheshimika mbele ya dunia, kuhakikisha viongozi wetu wanaheshimika mbele ya dunia, heshima yao inalindwa na kuhakikisha hakuna upotoshaji utaingia kwenye vichwa vya watu. Tutazunguka kwenye vyombo vya habari vya tutazung... ndani tutazunguka kwenye vyombo vya habari vya nje, tutazunguka kwenye taasisi za ndani, tutazunguka kwenye taasisi za nje, kuhakikisha watu wajue kwa nini watu wanaochochea vurugu, wanaochochea mauaji, wanaochochea kutokuheshimikwa kwa, kwa mamlaka za nchi wanawakumbatia kwenye mataifa yao. <coughs> Mi nafikiri imetosha jamani, au sio? Zungu, unasemaje? umezungumzia kuhusiana na wanaharakati ambavyo wanaharibu rangi ya nchi, sio ndiyo? Lakini ukiangalia huoni kama wanaharakati wakati mwingine wanatetea vitu ambavyo vina maslahi? Kwa mfano utekaji, huwa napinga kuzungumzia wengine, maubaji ambayo imelitokea ke i tiwani walioua n wanaharakati, hiyo Oktoba au ni Asante, mi nafikiri nimeeleza vizuri zungue, nimesema, <coughs> tunapodili na nani, kafa mtu, hawezi kufa kama hakuna mtu aliyochochea. Mi nimesema, walio wanaolalamikiwa kuua wanatakiwa walalamikiwe sambamba na waliosababisha wale watu wa kafe, sio? Umenipata? Mi si watetei wanaolalamikiwa kuwa, nasema mbona tuna walaumu, tunaosema wa tu hatuwalaumu waliosababisha. Hatu walio wa watu wa kafe, mnipata zungu? Kwa hiyo tunataka sisi walioshawishi wale watu wafanye vurugu matokeo ya vurugu zile watu wakafa, wapate haki yao, kwa kurudi nyumbani hapa kujibu mashtaka, kwa nini ni wamefanya uchochezi. Maswali mengine la ma, malalamiko ya kuteka watu, wote tunatamani hiyo biashara isitokee, bila kuingilia taratibu za nani kateka, kwa nini kateka, lakini hali tu ya kutekana sio nzuri hakuna mtu anayependa, kila mtu anatamani kuishi huru. Lakini je, utatumia hoja ya mmoja aliyeumia ukaumize wengi? Hapana. Kwa hiyo haki ambayo tunaidai kwa watu ambao tunasema wameua wenzao, ndio haki hiyo hiyo tuidai kwa waliosababisha vifo ndipo hapo unaona sasa umuhimu wa faida ya serikali. Nasema tuliviane tusonge mbele, lakini sasa wenzetu wanaendelea kuchochea. Nakushukuru bwana Zungu Kivumbi. Una swali Luka, Luka sema swali bwana. <laughs> Nimesema hapa nikujibu chapchap. Nimesema tumeanza hatua ya kwanza, tumeziomba balozi zituletee watu wetu, tumeziomba balozi zituheshimu, ziheshimu mfumo wetu diafanya, atua atua. wa ndani balozi hasijafanya tunakwenda hatua kwa hatua, hatutawaacha, tutashughulika nao kisheria, tunashughulika nao kidiplomasia, nao tutashughulika nao ki mpaka tunasemaga ulalo ulalo. Hatutawacha na tutaiachia serikali hili na tutajali, watatusemaje? As long as mimi Mchange, watoto wangu, mke wangu, ukoo wangu tunaishi wapi? Tanzania, lazima tuipiganie Tanzania. As long as Macdeo familia yake ipo Tanzania Kaungu familia yake ipo wapi? Wame, wame, wame, wetu. Mchangamka bwana. Kwani ujini na tshara zangu mimi? Mimi, wale, ni sisi. Ni kama rushwa tu. Aliyetoa na aliyepokea watu wanafanya sasa, wewe huwezi kuongeka tu, watu wamekufa. Watu wame, kwani wamekufa? Usemi? Sema nimechochea watu wa kafe pata vizuri kwa sababu wewe unajua matokeo, na nitakuomba mfano mwingine hapa tena, kusahau angalia kipindi cha zile vulugu, zipo klipu, watu wanarekodi, wana vulugu zile, wanaongea Kiingereza. Simeziona yes, nini, nini? Manake nini? Manake vulugu zilikuwa organized, yani, tufanye vulugu tutoke, tukitoka kwenye vulugu tutadhibitiwa, tukidhibitiwa, kuna watakaoumia na watakaokufa, wakifa tutapata ajenda Hausemi kuhusu wewe uliochochea. Kwa hiyo sisi bro, hatutawaacha tutakwenda nao ulalo ulalo, kwa maslahi ya nchi yetu. Tutaenda ICC tutawashtaki, waitwe waojiwe, kwa nini wamesababisha vurugu? Wamechochea watu wakafa. Tunafahamu alia amekimbia Nairobi, amekimbilia Scandinavia. Tutamfuata kwa sababu mbele ya dunia, hakuna nchi duniani inatetea magaidi. Hawa watu wana sifa za kuwa magaidi wa kutumia mitandao ya kijamii. Zao zamani magaidi wanatumia mabomu, wanatumia mabomu. Sasa hivi wengine walikuwa wanatumia dini, hawa jamaa wanatumia mitandao ya kijamii. Mi nafikiri imetosha. Hey, kuna swali la mwisho sasa. Mama, karibu nikuone. Ni basi sawa, nimekuona. Pisi kali kabisa Jamani, tumsikize basi swali. Mbona minongono mingi? <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Kwa hiyo kwa hiyo walitaka wenyewe wakafa. Eh. Kwa hiyo subiri kidogo, walitokaje sasa? Walitoka baada wali ya Subiri kidogo, walitoka baada ya baada ya Subiri kidogo, walitoka baada ya nini? Walitoka wenyewe au walitoka baada ya kuambiwa tutoka? Walitoka wenyewe. Walitoka baada wali ya kuambiwa? Wewe unawasemea, ungetoka ungejua waliotoka. Ah, mimi sababu waliotoka basi tulio, usiwasemea ambao unasabuna, mimi nasemea taifa letu, kwa sababu huko duniani sisi tumeambiwa kwamba watu wetu wanauawa, lakini hatujaambiwa kwamba hawa watu hawakufariki. Tarehe kumi mwezi wa kumi walifariki siku ambayo ilitangazwa kwamba siku ya kukomboa taifa. Tunajiuliza kwa nyakili na ndio maana umesema katika hiyo hiyo kusema. Basi hio sema basi, nikujibu swali langu nikujibu. Na ndio maana unasema baadhi ya watu, ni kweli, sio baadhi ya watu kwa shawisho, kwa ambao wamewafikia kwa washawishi wakashawishika, ambao kushawishika, ikiwemo wewe, hupo huru, haujafa kwa sasa. Zile roho walizoshawishi sikaondoka, alizozishawishi zikaondoka, tunazitetea sisi. Hatutaki kutengeneza pila tuwarushie watu ambao walikuwa wanalinda uhuru wa taifa against watu ambao walikuwa wanataka taifa liharibike. Hela hizi ndio maana hajafa mtu ambaye kushiriki hakushiriki. Karibu sisi, tunachotaka tunachotaka watu wetu wapate haki sawa. Tulia basi, mama watu wetu wahukumiwe sawa, vile ambavyo tunamshambulia aliye tunasema ameua, ndivyo hivyo hivyo ambavyo atujibie aliyesababisha watu kufa, na ndo ugogoro ulipo hapo. Sasa watu yaani, mtu unakili, tulia basi kidogo. Wewe unakili fulani na fulani wamehamasisha, lakini utaki waonekane popote. Tunasema tumewataka Marekani waturudishie watu wetu, kwa sababu wametuhamasisha vurugu. Sasa huyo nani kakutana, changamoto gani, kapitaje? Sawa, simama basi. Tunataka taifa letu liendelee kuwa la amani, kwa sababu wanaendelea kuchochea vurugu. Kwani huoni mama kama wanachochea vurugu kila siku? Hau uangalii au hujui kama kulikuwa na vurugu zinahamasishwa Desemba tisa, zingine zikahamasishwa Desemba ngapi? si unaona kila siku wale wale ndo tunataka wakomesho sasa wakome. Aa, unajua lazima tusikize wote, haya, unajua, mwiba una tabia moja, unachoma wakati yeah, unaingia mm, na unachoma mm, wakati unafanyaje mm, unachoma. Hatuwezi sisi kuacha kukemea, tutakemea tu hao watu wanahamasisha watu wafe. Imetosha, io ime, imeeleweka